Vijana ambao wamepania kujitosa katika ulingo wa siasa wakiwania nafasi za uongozi katika viti tofauti katika kaunti ya Kilifi wametoa rambirambi zao kwa jamaa, ndugu na marafiki wa mwenda zake Raila Odinga na taifa zima kwa ujumla wakati huu wa maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kigogo huyo wa kisiasa. Sisi tunaungana na familia na Wakenya wengine kusema pole, na tuendelee kuwa pole mpaka pale ambapo tutamzika. Kilio sote katika Kenya tunalia hiyo hali hiyo. Pole kwa familia ya mzee Raila Odinga na mama Aida kwa jumla, kwa sababu amempoteza mtu ambaye alikuwa ni kiongozi ambaye amelea wengi, hasa sisi vijana huku Kilifi. Tumeona ameshikilia wengi sana kisiasa. Tumepoteza mtu shujaa, mtu ambaye alituletea ugatuzi, mtu ambaye amepigania katiba, mtu ambaye ameleta demokrasia, usawa, haki na pia vile vile kiongozi ambaye amejitolea sana kupigania kupigania haki ya vijana. Vijana hao pia walizungumzia swala la kuzorota kwa hali ya usalama katika kaunti ya Kilifi kufuatia visa vya mauaji ya wana bodaboda. Kuna vijana wameweza kuuawa. Na hawa vijana ni vijana wetu ambao wameegemea bodaboda kama uchumi. Tunajua hii kazi ni kazi ambayo vijana wengi wameajiriwa na hii kazi kwa sababu saa hii hakuna kazi. Mimi ningeomba ya kwamba usalama udumishwe hapa Kilifi na haya yanayotukia ya, yafanyiwe haraka ili kwamba yakaweze kurekebishwa na yasitokee tena. Mimi ningependa kuwashauri au kuwapa wazo wanabodaboda kuwa wawe timu moja, waje kwa pamoja na waichukulie kazi yao kama kazi, wawe na sauti moja, wawe wako na kiongozi kila mahali, na zile shida ndogo ndogo za insecurity pengine huenda zikapungua. Aidha, walizungumzia polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya hivi majuzi, ambapo inadaiwa kijana mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Na mimi ningependa kuomba vyombo vya usalama, haswa upande wa upelelezi. Hawezi mtu wa kwanza uawe, mtu wa pili au uawe, mtu wa tatu, mpaka wafike watu saba, mpaka mtu wa mwisho ndio kuanze kuanza kuonekana kwa kunatakana kupatikana ukweli, hata kama washamtia mbaroni yule gaidi ambaye anasemekana anaitwa Diga Diga Kalume, lakini mpaka wale wengine wote ambao wanahusika, lazima kuna wahusika wengine wahakisha, kwamba ashawasema. Ndo ndugu zetu bodaboda wao wanafanya biashara yao bila kutishwa, bila, kukuku, bila wasiwasi. Fauka ya hayo, wanasiasa hawa watarajiwa walizungumzia maswala mengine sugu ambayo yamepelekea ukereketwa wao katika ulingo wa siasa. Hili swala la maji, mimi nataka niseme ya kwamba ni tatizo sugu katika hii Kilifi, kwa sababu ukiangalia mto uko pale karibu, lakini sasa maji huku hayawezi yakafika. Sisi tunaona katika swala la maji halijafanyiwa haki, na tunalalamika kwa sababu hatuoni swala hilo likitatuliwa. Tunauliza serikali ya kaunti, tafadhalini, sababu watu wengi wanauza maji gali, hata kama ni ya kisima bado inauzwa. Kwani serikali ya kaunti inafanya kazi gani? mimi ningependa kuagi kuambia hawa viongozi ya kwamba lazima wakalie chini maswala muhimu, ikiwa kama health, maji, hata usalama pia ni swala muhimu. Iliyobaki ni sisi tuende tuchukue kura kwa wingi, ili fikahapo 2027 tuwe na nguvu ya kubadilisha viongozi na kuweka viongozi ambao watatuletea maendeleo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coko FM, ladha ya Pwani.